Hey, boss niaje? Sasa ungeenda nyumbani mwambie mama, bahati mbaya ulianguka mahindi ikamwagika, angesemaje eh? Angekupiga sawa. Yuko nyumbani Baba ndio yako? Yeah. tunaweza mpata? Yeah. Sawa, toto mambo. baba yuko? Yeah. Odi. Yeah. habari ya bos mashindanimekutembelea mm. uh, mm. that... kidogo njo mm. tuonge tu kidogo tu Kaya, kuna mtu wako mdogo alimtuma pale mm. kwa keshomile kuunda mahindi kuunda mahindi mm kuunda unga mm. Sasa bahati mbaya sijui nani ama nini limeshtua pale kwa barabara mm. Bahati mbaya akamwaga mahindi hapo ya mm. yeah. Huyu huyu msichana, hebu mwite kidogo, nani njo hapa mm. Hii ipo shumili ya chini. Sasa ndo nikaona mm. Sababu najua sisi sote tunajua mambo ya nyumbani, labda hiyo no ndo ilikuwa mm. Nikaona tumpeleke pale mm. Eh, tumsaidie kusiaga tuje kukuelezea kidogo mm. Ndio mzimchape mm. Eh, so hata tumerudi tumekutana na sister yake pale, amesema labda atagongwa mm. <laughs> sababu mekuja na gorogoro moja sasa na nusu, na ilikuwa mbili mm. yeah. sasa kwa hiyo mm. sisi tulikuwa tunapita tu mm. Eh, nikaona, mm. eh, niliona tu wanajaribu kukutaokota alikuwa mm. nasaidiwa mm. na muda pia inaenda wakati mm. So nikampeleka pale nikamnunulia hii mahindi mm. si. ya kuomba tu msamaha, msimgonge kindly pale. Sasa ni hiyo tu mm. yeah, sina jambo ingine ama, mtampiga mtampiga. mm. yeah. uh -uh. mm. uh -huh. Okay, sasa hiyo ni yenu mm. Hiyo utatumia baadaye, tumenunua hata kwa hiyo mashine posho mill tu. thank you nani right. Tumeenda unaitwa nani? Shakwele mm, sawa. Sisi tumeenda o okay.